Hifadhi hizo kumi kutangazwa kuwania tuzo za utalii alimaarufu kama World Travel Award katika vipengele nane kupitia muvi ya Royal Tour ambayo imeendelea kutupa matunda. Leo tunaingia kwenye kinyang'anyiro cha hifadhi zetu kidunia kwa kanda ya Afrika, si jambo dogo na ni jambo ambalo halijawahi kutokea vitu ambavyo vilikuwepo, ila ni kwa sababu rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ametumia muda wake kutangaza vivutio vyawa Tanzania zaidi ya elfu sabini katika bara na visiwani, na wageni ni elfu mbili pointi saba kutoka mataifa mbalimbali nao walizipigia kura hifadhi hizo za Tanzania ba, wa Tanzania wengi zaidi ya elfu sabini e, wamepiga kura chagua vivutio vyetu na wageni wa nje elfu mbili zaidi ya elfu mbili mia tano na sabini nao wameshiriki katika zoezi hili. Aidha, watazamaji wengi kupitia mitandao ya kijamii nao wameshiriki katika kupiga kura katika kuchagua hizi hifadhi e, zetu ili ziweze kushinda katika tuzo hizi ambazo tunazii. Kitendo hicho kitaifanya kuitangaza Tanzania katika masuala ya utalii.